Safi Mheshimiwa Mkapa, Rais <laughs> wa tatu <laughs> wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ummy Mwalimu, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii na Jinsia ya Wazee ya watoto Mheshimiwa yeah, Amri mtaka ma... mkuu wa mkoa Meskia... <coughs> shasanga... Mergeti... wa Simiyu, Mheshimiwa Balozi Chasanga Mwenyekiti wa Benjamin Mkapa Foundation, viongozi wote wa wilaya ya Simiyu Itilima, wageni walioalikwa, mabibi na mabwana, amatata. Asanteni sana kwa kutualika kwenye sherehe ya leo. Nina furaha kubwa sana kuhudhuria sherehe hii ya makabidhiano ya jengo la ya jengo la upasuaji katika kituo cha kituo cha afya cha Nkoma, yenye heshima ya uwepo wa Mheshimiwa Benjamin Mkapa. Japani imesisitiza usaidizi wa sekta ya afya Afrika, tika 6 nika Nairobi kuwaka jana, na azimio la Nairobi lilipitisha wakati wa mkutano huo, kukuza mifumo ya afya wa azimia ya ubora wa maisha ni moa moja kati ya maeneo matatu ya kipaumbele ya azimio la Nairobi, na Japani inahakikisha kuchangia eneo hili. Kabla ya mradi huu kuanzisha badishwa, na kulikuwa hakuna jengo la upasuaji uh, katika kituo cha afya cha Nkoma. Kwa hivyo wagon, uh, wagonjwa ambao walihitaji uh, wali wa uh, upasuaji ilibidi wasafiri kilomita arobaini kufika hospitali ya wilaya Bariadi. Mwaka elfu mbili na kumi na tano wanawake wajawazito kumi na tatu walifariki kutokana na ukosefu wa jengo la upasuaji katika wilaya la Itilima. Kutokana na hali hivyo, Mheshimiwa Benjamin Mkapa alipendekeza mradi huu kuwa serikali ya Japani kwa ajili ya basara hivyo. Ubalozi wa Japo Japani ulitoa <coughs> tora laki moja elfu ishirini na mbili mia mbili themanini na nne ambayo <coughs> ilikuwa <coughs> kiasi cha takribani shilingi za Kitanzania milioni mia mbili sabini. Furaha kuona mradi umekamilika vizuri na tayari kutoa huduma kwa watu wa Wilaya ya Itilima. Ongera sana mimi na mabwana. Baada ya kusema hayo, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru watu wote ambao kwa nafasi zao amesaidia miradi huu kufika hapa. Kabla ya kumalizia maneo yangu, ningependa kwapongeza watu wote kutoa huku Itilima, inawahakikisha ikisha kwamba Japani itaendelea kusaidia maendeleo ya nchi yenu. Natamini tukio la leo ni hatua nyingine kubwa katika kuimarisha ushirikiano mzuri uliopo baina na ya nchi hizi mbili Japani na Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nawatakia kila heri. Hapa kazi tu.